Mpira. Mm. Kumtangaza kocha wao, taarifa tulizo nazo ni tayari wameshamfahamu ni yupi. Kilichobaki ni kumleta mbele ya waandishi wa habari na mashabiki wa Simba, kama si mashabiki wa kabumbo waweze kufahamu mm. Lakini ni wazi ni kocha ambaye si mzawa mm. wala msimu uliopita hakufundisha ligi kuu ya Tanzania bara, alifundisha ligi ya Botswana inasadikika. <laughs> unasemaje kwenye hili Kocha wa Simba umeshamjua ama umeshanusa na umefahamu ni yupi? Yawezekana ni huyo ama kuna mwingine pia. Kwa nini tusiende Asek Mimosas? Hmm. Da, sasa hivi timu yake si imetolewa mapema Asek. Raundi ya kwanza tu ameangushwa unajua Ah, yule anataka nini? Ah. Yule yupo kwa ajili ya kusukuma sukuma tu watoto wao pale wale wana, wana, wana project ya kutengeneza vijana kufanya biashara. Mm. Lakini hebu tutazame ligi imesimama ya Tanzania bara na vilabu wachezaji wake wameenda kwenye timu za taifa. Mm. Simba tayari wanaenda kumtangaza kocha siku tatu hizi mbeleni. Mm. Ni muda sahihi utakomsaidia kocha kwenye haya mapumziko kutengeneza pattern na pindi ambako ligi narudi tutaiona Simba isiyokuwa na shida za fitness isiyokuwa na shida ya kwamba mwalimu chemistry aijaingia kwa wachezaji, au wata struggle kwanza mwanzoni. Uh, muda sahihi kwa mwalimu mpya. Unajua hapa zinapatikana kama wiki mbili, si ndio? mm. Uh, kwa mwalimu mpya ukimpa hizo wiki mbili anaweza kufanya kitu, kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza sio muda wa mwalimu kutengeneza fitness kwenye timu Uh, fitness nafikiri imesha imeshatengenezwa kipindi cha pre-season. Unajua hawa uh, ndo kwanza wametoka kwenye pre-season juzi tu. Uh, hapa ndio hapa ni kipindi ambacho watu mwalimu wanahitaji maarifa yake sana, wanahitaji mm. ufundi yani, unajua kinachotakiwa saa hizi mwalimu ni, ni kuweka ufundi sio hamasa tena. Uh, ufundi yani, sasa hivi ni mwalimu unatakiwa aweke ufundi ili waweze ku, kupata kile ambacho wanakihitaji kutoka kwake. Anaweza akaja uke okay, mwalimu mpya akaona bwana, itimu mbona fitness yake ipo chini mm. uh, na sasa mtu akisikia hivyo anaweza akajua du, sasa itakuwaje hapo, tena kutengeneza mwezi mzima ano sababu hao wametoka ndo nasema kwenye preseason manake itakuwa chini ambapo mwalimu anaweza akapata hata siku tano tu mpaka mpaka e, sita hivi, angalau na aka, akaipata fitness vizuri tu yeah. E, ikakaa katika levo yake. Unajua, kwenye ishu ya fitness, inategemea na mwalimu yeye anatumia mbinu gani e, mfumo gani kwenye timu yake, na anataka fitness level yake ya wachezaji iwe kwa kiasi gani maelewa, mm. Kwa mfano timu kama Barcelona the way ambavyo wanacheza wana hu unaamini wale wachezaji wao wanafanya sana hiyo mizoezi ya jimu sana wale wale mm. Ni kuchezea mpira tu sana. Umeelewa? Zipo timu ambazo unaona kabisa eh, hawa jamaa walivyokuwa uh, wakofiti hivi a lekea jimu mara nyingi, na ndio kama umefuatilia timu nyingi za ligi kuu, timu za majeshi ndio zinakuwa zikofiti sana, hadi tunasemaga hizi timu za majeshi, jamani, wakofiti wanagongana o wana, wana, wana, wana, wana, wana na kama mtu yoyote alishawahi kuona mazoezi ya timu hizi za, za majeshi au alishawahi mm -hmm, kucheza kwa mfano kama mimi nilishawahi kucheza, cheza, ndio nafahamu uh, mazoezi ambayo yanafanyika kwenye hizo timu na mazoezi yanayofanyika kwenye vilabu vya kawaida. Mimi niliwahi kucheza timu tu ya majeshi ya daraja la pili, tulikuwa sisi mazoezi yani ile mnacheza full game ile, unajua huku 11 huku 11 mm -hmm, na, mnacheza dakika sabini sabini, hizo ndo za chini. Ndio, uh, yaani mnapata mia arobaini zenu mnaondoka. mm. mnacheza nyinyi mpaka mnasema du, mpira muutamani ule maziko kwa hiyo mm. inategemea tu na mwalimu, ila sasa hivi nafikiri ufundi ndo unaotakiwa sana, kwa anaweza akaja mwalimu mpya ndani uh, ya hizi hizi wiki mbili, tukaona Simba ya tofauti kabisa, uh, yani sio yani ndo ndo tayari ameshaipata, ila mabadiliko yakaonekana. mm. ukaona hii timu mbona kama kuna, kuna mabadiliko hapa kwa mfano mimi naweza nikakwambia nika tu, kwa mfano ukiangalia Simba iliyocheza, najaribu kujiuliza, wekundu wa Msimbazi Simba wao hawana kocha mkuu hadi sasa. Kwa muda uliopo ndani ya wiki hii, siku mbili tatu wanampata na, na mapumziko haya kwa ajili ya timu za taifa itamtoosha kocha kuingiza silaha zake na kuitengeneza Simba iliyo bora na si ajabu akawa bingwa wa ligi kuu ya, ya Tanzania bara ama ndo tuwafute kabisa kwenye ubingwa. Kwa muda huo haiwezi ku, ku, awezi kubadilisha timu kila kitu uh -huh. Ila kuna vitu vichache ataweza kuvibadilisha kama uh, kwa mfano ishu nzima ya kwenye eneo zima la kiufundi hapo mm. Anaweza kubadilisha kwa sababu Uh, siku zote anavyokuja mwalimu mpya atakuja na mawazo mapya mm. Kama timu ilikuwa ina matatizo haya, ilikuwa ina shida hizi, basi maanake yeye anakuja kuzitatua, na utaona tu kuna utofauti. Kama mwalimu mzuri, utaona tu kama, mbona leo timu kama inacheza vizuri hivi mm. kuna utofauti. Au kama mwalimu naye ndo mmechukua kuungaunga, utaona eh, eh, mbona hata alivyokuwa juzi tulivyoona mechi ya Matola ilikuwa tumecheza vizuri kuliko leo. Umeelewa vizuri? kwa ina, hiyo inaweza ikasaidia ika vile vile. Kwa hiyo siku chache, kuna mabadiliko unaweza ukayaona, lakini madogo mno, kwa sababu muda hautoshi kwa sababu mm. nikikupa mfano, kwa mfano Simba ukiangalia mechi ya jana waliocheza ya ligi ni tofauti na mechi ya, ya, juzi, ya majuzi ya, ile ya, ya klabu bingwa, the way ambavyo alikuwa kasimamia Moroko kulikuwa mm -hmm. Kuna viwango viwili tofauti siku ile simba walicheza ovyo. Okay, naweza ukasema wale walikuwa pia wapinzani wazuri mm -hmm. Lakini je, uh, wao simba walikuwa wakipata huo mpira wanachezaje? Unaona kabisa walikuwa, yani, hakuna wanacheza, yani, wanacheza vibaya in short lakini mm -hmm. Tofauti na jana na mungu walikuwa kuna wao wanacheza kwa wakati wao Simba nao alikuwa wakimiliki kwa wakati wao, unaona kabisa yes, timu ina flow pasi. Kwa muda unamtosha, muda haumtoshi, kocha mpya atakaye kuja Simba kuwapa ubingwa, ah, kuwapa ubingwa unatosha mndo, kwanza mechi ya pili, halafu unaongoza wewe, mm. au unakutosha. Una kama mwalimu mzuri, ukija kwenye timu unakutosha kabisa, kama Mirudi amemalizia mechi za mwishoni tu, ameweza kuwapa ubingwa Yang Afrika. Kwa nini huyu mtu ambaye yeye kaja mechi ya pili tu, kama kocha mzuri kwa kikosi cha simba anaweza kuwapa ubingwa eh? Mm, kabisa. Hebu kabla hatujatoka kwenye michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara uh, najaribu kuangalia msimamo wa ligi kuu unaanza kunitishia kidogo msimamo ulivyo, mm. Hebu tuujadili kwa pamoja msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara japo ni mechi mbili mm. Sawa waskatai mm, lakini je, unaakisi timu ambazo zitapitia kwenye msumari wa kushuka daraja na msimamo huu ulivyo hivi sasa, unaakisi mbio za ubingwa zitakuwa rafiki kwa nani tukitaja top four? Nafasi mm. ya kwanza Simba, nafasi ya pili Singida, nafasi ya tatu JKT mm. nafasi ya nne Young Africans, nafasi ya tano Azam. Top five hiyo mm. Nikikwambia timu ambazo zipo kwenye hatari ya kushuka daraja ama kucheza playoffs mm. anayeburuza mkiani Fontengate, japo naamini atakuwa bingwa tu wa msimu huu ikimpendeza mongo, lakini mm. pamba jiji nafasi ya kumi na tano TRA nafasi ya kumi na nne Coastal nafasi ya kumi na tatu. Timu zilizo mkiani na timu zilizoko juu kuna zinaakisi msimamo wa ligi kuu hata msimu utakapoisha eh, zinaakisi zinaonyesha mm. kwamba timu zitakazoshuka zitoki kati ya timu hizi nne na bingwa atoki kati ya timu tano hadi sasa, yaani kwa ulivyouliza swali lako, zinaakisi kwa sababu hao watano mabingwa ambao watatu, tukisema hapa, tuangalie kwa haraka haraka, tukisema tunahisi bingwa anaweza kuwa nani wa ligi, unawapata hapo hapo, sababu hapo si Simba yupo, Azam yupo, Yanga yupo Tutumie timu nne, tumtoe nafasi ya tano, tutumie nne juu, nne chini, nne na, na, Simba Yanga Singida JKT mm. Yupo. top 4 eh si Simba Yanga, wapo Simba Yanga JKT. Bingwa timu ambazo zinaburuza mkia Fountain Gate, Pamba eh. Kama ligi inaisha leo, atakaocheza playoff ni Coastal na TRA pia mm. Timu zitakazoshuka daraja zipo. Pamba mtoe Atashuka. Mm, pamba ashuke. <laughs> Kosti. Kosti mwenye ashuke. Ha? Eh? Ana timu bora sana Kosti. Ah, wewe au. Au tunajua anashindaje? Watu wa mipango wewe. Wewe unajua Kosti. Kosti kwa umeshinda siku hizi bwana. Au Kosti. TRA na mashaka naye. Hmm? na mashaka E. Eh, na mashaka naye, labda niangalie, dirisha ni dogo, watafanyaje? Utia, waoneshe utiarai wao pale mm. Sema bwenyenye watie yeah. Mzigo, dirisha dogo, ila wakienda na timu hiyo hiyo bado ina mashaka. Eh, mashaka. Ah, ah, fonten... bwana <laughs> ah, <mna> <laughs> e, Huseni Masanza Siku zinayoyoma rafiki yangu, tamasha linatajwa kuwa kubwa sana hapo Singida na pengine tujalie, maandalizi yakoje? Tutegemee burudani ya aina gani, Huseni Masanza? Ikitokea wikiendi week hii e -e, watu mikoa mbalimbali wakaona kuku hawapatikani au kuku wamepanda bei, wajue Singida tumeamua kula kuku wetu, kwa sababu Singida ndo, ndo mkoa ambao una, unasambaza, una, unasambaza kuku wengi nchi nzima kwayo, nitoe tahadhari kwa ni wale ambao hawajanunua wa kuku wanunue mapema, kwa sababu kuanzia kesho kuku wote watachinjwa na kuliwa na Wanasingida wenyewe kusherehekea sherehe za ubingwa wa kimataifa ni kama Super Bowl hivi fulani ya Marekani ambao huwa tunaiona, pengine tunaenda kuiona Jumamosi uh, hapo Singida Huseni Masanza, kwa maana ya burudani pamoja na masuala ya kimichezo yakiambatana kwa pamoja, yani tunaenda kufanya tamasha la kihistoria. Kwa hiyo ni sahihi kufananisha na tamasha hilo kubwa la Marekani, na tunaenda kukifanya Singida, hakijawahi kufanyika hata big eh, na watu walinungunika kwamba big day mwaka huu umeleka Arusha. Arusha ikashindikana meifuta Inakuwaje sisi ndo sikukuu yetu? Kumbe Mungu alikuwa na mipango yake bora zaidi, tunarudi kufanya tamasha kubwa zaidi kuliko big day, kwa sababu safari hii tuna kitu cha kulingana nacho. Na nitoe nitoe maagizo sasa, haya ni maagizo, ila mwana Singida anayejijua yeye ni mwana Singida, sharti la kwanza ni lazima awepo Jumamosi nyumbani Singida. Sharti la pili ni lazima apige picha na kombe, yaani utambulisho, tukujua wewe ni mwenzetu siku mm, tukikutana mtaani, tukikutana mikoani ukisema wewe ni shabiki wa Singida Black Stars, tutachukua simu yako, tutakagua unapiga, una picha ambayo umepiga na kombe, hiyo ndio utakuwa utambulisho wetu. Kwa kila shabiki hakikisha anapata fursa hiyo, kwa sababu tutatoa fursa ya watu kulisogelea kombe, kuligusa, kulikumbatia, kupiga, yaani ni si jambo letu, ndio tunaenda kufanya kila tunachojisikia bila kuvunja sheria za nchi. Na uzuri ligi inaenda kwenye mapumziko, kwa hiyo hakuna tukio lingine lolote kubwa la kimichezo nchi hii zaidi ya tukio hili la Jumamosi la sherehe za ubingwa wa kimataifa wa Singida Black Stars. Na hakuna mechi ya kirafiki mtakayocheza tujichoshe h <laughs> Yon... ni burudani mwanzo mwisho tu mimi nakwambia burudani atakayoongoza gamondi anashika kipaza sauti na msanii wake pale tunacheza mpira sangapi mambo ya mpira tumeyaweka pembeni tunaenda kufurahia ubingwa wetu na watu wetu hoshangu ha... ni la muziki na kula nyama eh ni kuinjoy tu, ni kama sikukuu fulani hivi ambayo imechangamka kwa Wanasingida, ambayo itaenda kuweka kumbukumbu za kudumu katika mioyo na vichwa vya mashabiki wa Singida Black Stars. Sawa, asante sana Huseni Masanza kwa kuungana nasi bwana. Ukiona mtaani kwako kuku amepotea, ujue Singida kuna shughuli huko, wamezuia kuku wao wasitoke nje ya mkoa wa Singida. Unaenda? Ah, muhimu mimi na Singida rafiki yangu natutenganisha vipi? Hiyo <laughs> <laughs> lazima hiyo kesho nioni hiyo babu. Hivi ni kesho kesho kutwa. Tukio ni kesho kutwa ila mimi binafsi sasa. Unaondoka kesho? Ah, Singida wow, babu. Wewe wow, uondoke na sisi. So tunaondoka wote kwa ujumla. Ah ile Singida she. <laughs> Aa, ile Singida kaka unawai ile Singida <laughs> kaka mimi nilivyosikia Singida nikakwambia masanza hiyo wa mbele amasaa <laughs> <Arani. laughs> E bwana, kuelekea pambano la masumbwi ambalo tunataraji kwenda kuliona tarehe kumi ya mwezi wa kumi kwenye viwanja vya posta jijini Dar es Salaam pambano